Ah, kuelekea siku ya wanawake duniani tarehe 8 Machi 2025 na mimi kama mwanamke ninatamani kufanya kazi kwa kuzingatia haki. Mm. Lakini pia usawa, lakini pia na kuwekeza. Ni kweli, katika uwekezaji ni jambo ambalo litatusaidia kama wanawake lakini pia hata kwa familia na ujenzi wa taifa zima. Hivyo kama mwanamke nami nasisitiza wanawake wenzangu kuelekea siku ya wanawake tarehe nane Machi, kuzingatie haki na usawa katika nafasi tulizopewa, lakini pia kujituma na kufanya kazi kwa weredi. Pia tunaenda kwenye mwaka wa uchaguzi, natamani wakina mama tukawe kipaumbele. Tunaongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo tumeona anatuongoza katika nafasi kubwa ya taifa, na sisi tujitokeze, tusikae nyuma nyuma. Wanawake tunaweza, na Mungu atusaidie, tunaweza katika kila hatua ambayo tunaweza kushiriki.